Aliyekuwa kiongozi mkuu wa chama cha ACT e Wazalendo, Zitto Zuberi Kabwe, ambaye sasa ni mmoja kati ya viongozi waandamizi wa, wa chama hicho, ameibuka siku ya jana na kuzungumza juu ya kile ambacho kilionekana na kutokea katika uchaguzi wa Oktoba 29 uliofanyika mwaka huo. Kwa mjibu wa kauli mbalimbali alizotoa Zitto Zuberi Kabwe, alilaani vikali juu ya mauaji pamoja na vifo vilivyotokea katika uchaguzi huo mkuu wa Oktoba 29, huku akisema kwamba ni mauaji ya Oktoba. Zito Zuberi Kabwe amesema mioyo ya Tanzania navuja damu, nchi imejeruhiwa. Mauaji haya ya kikatili yaliyofanyika Mwanza, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam na Songwe yamevunja familia, yameharibu jamii na kuizika amani tuliyojivunia, amesema hivyo Zito Zuberi Kabwe amesema katika maandamano yaliyofanyika Oktoba 30, 2025 mjini Kigoma kupinga matokeo ya uchaguzi alikamatwa na kuwekwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi na ndipo alipoanza kupata taarifa za vifo pamoja na vurugu zilizokuwa zikiendelea katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Zitto Zuberi Kabwe ametaka uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu mauaji hayo, akipendekeza uongozi wa uchunguzi huo uongozwe na Umoja wa Mataifa, UN pamoja na taasisi na jumuiya nyingine za kimataifa kama EU, ili kuhakikisha ukweli unajulikana na waliohusika uweze kuchukuliwa hatua kali na kuwajibishwa. tunahitaji tume huru ya ukweli na maridhiano, fidia kwa familia za waliopoteza wapendo wao na uwajibikaji wa wazi, kuanzia walioamuru hadi waliotekeleza, alizungumza katika kile alichokiandika Zitto. Pia amesisitiza kuwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanapaswa kujiuzuru mara moja akisema wamegeuka kuwa wanyama wanaowatisha wananchi badala ya kuwalinda. Zitto pia amelitaja tukio la Oktoba 29 kuwa aibu kubwa zaidi kwa taifa tangu uhuru, akisema kwamba kama mwanajeshi mstaafu wa jeshi la kujenga taifa JKT anaona fedheha kubwa kuona raia wakiuawa, alisema kiongozi huyo na aliyekuwa pia mgombea nafasi ya kiti cha ubunge huko Kigoma Mjini.